wale wanaojenga ofisi hizo waendelee kusaidia kujenga ofisi hizo kwa sababu chama ni alama zake, lakini pia kukiheshimisha. Ndugu viongozi na wana CCM, napohitimisha niseme kuwa tumepiga hatua kubwa sana kufikia hali hii. Niwaombe sekretariat ya halmashauri kuu ya CCM, msimamie zoezi hili kwa karibu ili likamilike kwa wakati na kwa ubora uliokusudiwa.